Mimi nataka niwaambie tu ndugu zangu wa shehia ya Kiwani na wanakiwani kwa ujumla, tunapoamua kuchagua tarehe ishirini na tisa tunasema tuchague chama cha mapinduzi kwa sababu, sababu ya msingi ni kwamba ukichagua chama cha mapinduzi umechagua maendeleo, ukimchagua Dr. Samia umechagua maendeleo, ukimchagua Dr. Mwinyi umechagua maendeleo ukimchagua mbunge ndugu Hija na mimi mwakilishi na Nasor Nasor pamoja na Ali umechagua maendeleo. Wana kiwani, naamini sote tunahitaji maendeleo, si ndivyo? Jamani, hatutaki maneno maneno, alishapita mengi sana, tunahitaji maendeleo. Nilisema juzi pale Kiwani sokoni, na leo naomba nirejee, kwa sababu wengine hawakuwepo tumekusudia wanafunzi wote wanaotoka tasini, darasa la saba wa vijiji vyetu huko Michakweni, Mihogoni, Kiwani Sokoni, Maambani na vijiji vingine. Wanafunzi sasa, iwe marufuku kwenda kusoma darasa la tisa Kendwa, isipokuwa wale ambao watapasi michipuo na vipawa maalum wale utaratibu wao utakuwa maalum. Na tumesema hivyo, tumechukua hatua, tumejenga madarasa manne tayari, madarasa sasa hivi yameshawekwa rangi kwa wanafunzi mia moja na sitini na nne kwa maana kila kila darasa litakuwa na wanafunzi 41, darasa la tisa. Tumeelewana Wanakiwani? Kwa hiyo kuanzia mwaka 20 26 Januari, Mwenyezi Mungu akituweka hai wanafunzi wote watakao faulu kuingia kidato cha kwanza kwa maana ya darasa la tisa wa skuli ya Tasini watasoma pale pale Tasini, na hii tunaifanya kuepuka masafa yaliyopo baina ya Michakweni ama Mihogoni hadi Mauani. Sisi emu oye, elimu oye! Lakini tunajua mwaka unaokuja wataingia darasa la tisa lakini, mwakani kwa maana huo mwaka mwingine, kwa maana 2027 hawa wataingia darasa la kumi kwa maana ya form 2 na ujao utakuwa form 3 na ujao ujao mwingine darasa la kumi na mbili kwa maana ya form 4. Tumeamua kwa maksudi mazima na hili tunalifanya mapema tu. Mwaka 2026 tutajenga madarasa mengine kumi na mbili hapa karibu na chuo chuoni kwa mwalimu Japep metupa eneo wanawakiwani tuna tunawashukuru sana. Kazi hiyo imeanza, tunatafuta fedha na mapema kuanzia mwaka 26 tutajiandaa hata ikifika mwezi wa nane ama mwezi wa tisa 2026 madarasa kumi na mbili yatakuwa yamekamilika kwa ajili ya darasa la kumi na kuendelea <laughs> na nataka niwaambie wanakiwani wako watu watakuja kutia fitina, sema unaona wanafanya nyinyi mwe huku na wengine wawe kule, ili waone kwamba labda elimu wanaopewa wanakiwani huku itakuwa dhaifu. Nataka niwahakikishie tutalisimamia kuhakikisha waalimu wanapatikana kwa masomo yote, lakini tutaweka ushindani maalum. Wanafunzi watakaosoma hapa Kiwani Sokoni, kwa maana ya eneo hili jirani watakuwa na viwango sawa na wanafunzi wanaosoma ndani ya eneo lolote ndani ya Zanzibar.